Neno la Mungu linasema nini kuhusu dunia hii? Neno la Mungu linasema nini kuhusu mimi Mkristo msafari ya kwenda mbinguni? mm. Je, nitaambatana na dunia au nitampendeza Mungu ambaye aliniweka duniani kusudi nimwakilishe? Kila mtu ana lile kusudi Mungu alimwekea katika ulimwengu huu mm. Ukizaliwa katika dunia, yaani Mungu ana kusudi ambalo utafanya katika ulimwengu huu na ndiyo maana ungali mzima na mimi ni ngali mzima, Mungu ana kusudi na sisi, kusudi tutende kazi zake. mm. Tuonyeshe watu nuru, tuwaonyeshe neno la Mungu, tuwaonyeshe kwa matendo, tuwaonyeshe kwa mwenendo, kwa usemi, kwa tabia zetu. mm. Lakini je, hii ambayo tu kwamo, wewe na mimi, je inamwakilisha Yesu Kristo kweli? mm. Wewe mwenyewe upige konti juu ya maisha yako, Usemi wako unamwakilisha Yesu? wanaokutazama kabisa, wanaona kama utapewa ujira mm -hmm. Kwa matendo ulio nayo, jirani zako wanaona kabisa kama wewe unafuata Biblia mm. Kwa tabia zako ulizo nazo, watu wanasema nini juu yako? Kila siku kanisani wanakuona unaimba, unahubiri, unafanya hiki na hiki, lakini tabia ulizo nazo Je, zinamwakilisha Yesu? Mm. Matendo ya giza ni nyingi na wengi wamekwisha kuvutwa na matendo ya giza. Mm. Mili ambayo tunavaa hii, ausing hii, mili ya nje hii, mili yetu hii, nyumba ya Roho Mtakatifu hii, mili ya Roho ambayo pumzi ya Mungu inakaa ndani, inavutia sana na inashinda watu wengi kuidhibiti mm. Kufatana na neno la Mungu wengi wanashindwa kujizuia, lakini mili hii mwisho wake ni kuoza. Mwili hauna nafasi katika ufalme wa Mungu. Biblia inasema itarudi udongo mahali ilitoka. <coughs> Lakini roho ya Mungu ambayo iliwekwa ndani yetu inataka isikie neno la Mungu iwe, yani neno la Mungu lizame ndani Yaani, yule ambaye yuko katika safari haangalii yake vya kuanguka, hmm. Na yule mwenye yuko msafari haangalii yake mambo mengi ya kupendeza, sababu hauna nafasi ya kujipeleka na hautajiweza. Lakini siku za leo watu wanabeba mizigo mizigo sababu ya huu mwili mwili, na kuonyesha mimi kama haunifanye hivi sitapendeza. Mwili na kuambia kama hautende hiki mimi sita, yaani inavutia zaidi na ni neema pamoja na nguvu za Roho Mtakatifu kushinda matendo ya mwili mm, tabia za mwili. Mwili huu unadanganya. Huyu atakayekuja upesi anaujira mikononi mwake ya kumlipa kila mtu sawasawa na matendo yake. Mm, usemi wako kwa wengine, unajidai uko Mkristu lakini yale matendo ya giza hauwachi mm. Fasi ya kuchambana wauliungali unaenda nachambana, hmm. Fasi ya kusema uongo wauliungali unashawishi wengine kutengana, watu wanatengana sababu ya uongo, familia zinatengana sababu ya uongo, wengine hawasemeshani tena sababu ya uongo. Kwa ajili ya kinywa chako, ulimi wako, Mungu akusaidie wa na Mungu anisaidie. Huyu atakayekuja upesi hii, hii, hii sura inaifunua mara mbili naja upesi saba hii makumi mbili na mbili ile mstari wake wa wa saba wa sita inasema naja upesi tena, kwa kumi na mbili inasema naja upesi, inarudiwa mara pili. Ninajiuliza sababu gani? Huyu anayekuja upesi, hatujua atakuja siku gani. Hmm. Hatujua atakuja saa gani, hatujua atakuja dakika gani au sekondi gani. Kufumba na kufumbua anaweza kuja hmm. Lakini ana ujira mikononi, kumlipa kila mtu sawasawa, sawa na matendo yake, ah, ah, na Biblia inasema heri yule ashikaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. hmm. Kushika neno la Mungu, kujizuia na mambo ya ulimwengu, kusema mimi ni wa Kristo sitaenenda kama watu wa dunia wanavyoenenda. mm. Lakini siku ya leo, kama haumkute kanisani, rafiki yangu, hautajua kama ni Mkristo. mm. Ukimkuta njiani, hakuna utofauti wa mpagani na Mkristo. mm. Wote wanafanana.